Watu wanahofu pengine ubora wa mchezaji ambaye hakuwapo kwa muda mrefu eh, kwenye michezo ya kiushindani, wanahisi kabisa si wakati pengine, hata pia ni si wakati sahihi wa kocha Florent Ibenge kumuanzisha. Wana, wana haki kuwa, kuwa, kuwa na maoni ya namna hiyo kwa sababu a, Aishi ni binadamu kama binadamu mwingine still bado ni mchezaji wa mpira wa miguu kukaa nje muda mrefu inaweza ikamwathiri mchezaji, lakini unaangalia ni katika pozisheni gani ambako alikuwa anacheza. Mchezo wa mpira wa miguu unatumia eneji sawa katika kila eneo, lakini kuna baadhi ya maeneo ambako unahitaji kutoa kitu cha ziada ili uweze kuwa na ufanisi mkubwa. Wapo washambuliaji ambao hauwezi kusprinti kwa maana ya kukimbia umbali mrefu, lakini ni wakatili sana mbele ya rango kwa sababu wana uwezo wa kujitengea eneo dogo, na akaweza kutumia lile eneo hilo hilo kuwa wanasubilia mipira pale, na akaweza kuadhibu ngome za wapinzani mara kadhaa. Ukija katika upande wa goalkeeping, Aishi Manula ni goalkeeper a una wachezaji kumi wa ndani, utakuta ukija kuangalia average ya kilomita walizokimbia kiwanjani, wote watakuwa wako juu ya goalkeeper. Kwa sababu gani? Goalkeeper sio mchezaji ambaye atakimbia umbali mrefu kiwanjani atatoka ni mita ishirini kurudi tena mita ishirini mpaka anarudi kwenye mstari wa lango lake. Kwa hiyo katika mazingira yale, kukaa nje muda mrefu ile unasema fitness yake inaweza ikarejea haraka kwa upande wa goalkeeping kuliko ya mchezaji ambaye anacheza ndani. Kwa hiyo Aishi Manula kukaa nje muda mrefu inaweza isiwe changamoto kwa sababu ya kile ambacho tayari kakitengeneza kwenye profile yake ya kiuchezaji. Aishi Manula, unajua tunamzungumzia Manula ambaye ni golikipa aliyecheza michezo mingi ya timu ya taifa mpaka sasa. Juma Kasedi mpaka anakuja kustaafu kutumikia timu ya taifa, alikuwa amecheza michezo sabini na mbili, lakini golikipa ambaye anafuatia kucheza michezo mingi, ukiwaacha wakina Muhamedi Muhameja wa kipindi kile, magolikipa kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi ni Juma Kasedi ambaye kacheza michezo mingi, michezo sabini na mbili, lakini Aishi Manula tokea tarehe 17 mwezi wa 10 2015 ndo alicheza mchezo wake wa kwanza wa timu ya taifa mpaka sasa hivi tunavyozungumza Aishi Manula anakuja kupitia changamoto F24, ambao kaipitia msimu wa 2024 25 ambao akutumika kabisa, alikuwa amecheza tayari michezo 57 michezo hamsini na saba akakutana na mataifa mbalimbali mbali. Mataifa yanaweza yasiwe mataifa hamsini na saba, lakini ni kati ya mataifa ishirini mpaka 32 ambao kakutana nao. Hiyo inakuonyesha ni experience yali ya hali ya juu, lakini ukimwangalia Aishi Manula kwanzia kwenye msimu F, wa F, 2018-19 mpaka mwisho anaacha kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club ambapo ndo mara yake ya mwisho kucheza kwenye soka la ushindani ngazi ya klabu. Aishi Manula alikuwa amecheza michezo 31, ni, nimeunganisha takwimu za Champions League na takwimu za Confederation kwa maana ya shirikisho, katika hiyo michezo 31 Aishi Manula alikuwa amefanya saves 137 katika hiyo michezo. Hii inakuonyesha nini? Ni golikipa ambaye alikuwa na uhimili au ana performance kubwa kwenye kikosi cha Simba katika hichi kipindi ambacho nakizungumzia cha kucheza michezo 31. Sasa ukija kuangalia wapinzani wake ambao anashindaniana nao namba kwenye kikosi cha Azam, Isa Fofana, uh, Zuberi Foba mpaka sasa hivi ukihesabu mchezo wa juzi ndo alikuwa anacheza mchezo wake wa, wa pili mchezo wake wa tatu, lakini Isa Fofana amecheza michezo kumi na sita. Hiyo inakuonyesha nini? Kwenye upande wa watu ambao wamehusika kucheza michezo mingi kimataifa, Aishi Manula bado yupo juu kuliko hawa wa, ambao anagombaniana nao namba. Swala la kukaa nje muda mrefu inaweza ikaa ni moja, lakini kuna msemo mmoja ambao unasema Uh, unasema kwamba golikipa ni sawasawa na mvinyo, kadiri ambavyo inazidi kukaa muda mrefu ndo inazidi kukolea zaidi. Uzoefu ambao ukaupata Aishi Manula kukaa nje muda mrefu haiwezi kuwa changamoto, kwa sababu kwa mtu ambaye anakumbuka vizuri mchezo wa mwisho ambao Tanzania Taifa Stars walicheza na Sudani kufuzu mashindano ya chani ambayo yameisha ndani ya, ya mwaka huu kwenye ardhi ya Tanzania, Kenya na Uganda, mchezo wa Benjamin Mkapa, golikipa alikuwa ni Aishi Manula kwenye ile sare ya moja ya moja Tanzania Taifa Stars, tukaenda kufungwa kwenye changamoto ya mikwaju ya penati, goalkeeper alikuwa ni Aishi Manula.